Unayejua kunena na mioyo yetu, subuhi ya leo ni wakati mwingine tena upo kusema na roho zetu na maisha yetu. Wewe unachunguza mioyo, Baba, unajua kila mtu anavyohitaji, na asubuhi ya leo umemwandaa mtumishi wako, yeye ni chombo tu, mfalme wakilisha maneno yako na ujumbe ambao Bwana umekusudia utufikie sote katika jina la Yesu, kila mtu kupokea kwa namna yake ambayo ya Bwana umemwandaa mtumishi wako na maneno yako, na kila mmoja kuelewa vile ambavyo Bwana umekusudia kusema naye katika jina la Yesu Kristo. Maneno yako yalete uzima na uponyaji wa maisha yetu na roho zetu, kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, namwachilia mikononi mwako mtumishi wako na sisi sote. Utupe moyo wa usikivu, moyo wa uelewa, katika jina lako takatifu Yesu Kristo, Bwana wetu. Amen, amen. Amen. Amen kwa kifupi tu vizuri, na tutakuwa na muda mzuri wa kumwomba Mungu kwa kujitathmini mwenyewe. Tutakuwa na kichwa cha somo ambacho kinasema utamkumbusha nini Bwana? Haleluya, amen. Utamkumbusha nini Bwana, ni swali. Utamkumbusha nini Bwana? Utamkumbusha nini Bwana? Andiko la msingi natoka katika kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 26. Biblia 6 nasema kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 26. Biblia nasema, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana atusaidie sana. Katika mstari huu kuna mambo manne. Jambo la kwanza ni kukumbusha. Haleluya! Jambo la pili ni kuhojiana. Haleluya! Haleluya! jambo la nne tatu ni kueleza mambo yako, lakini la mwisho nasema uweze kupewa haki yako. Bwana sana, hauwezi kusema nimekuja kukukumbusha ikiwa hakuna jambo tuliloagana mimi na wewe kulifanya. Haleluya. Haleluya. Mungu anaposema unikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa nini? Kuna mambo yalitangulia kwanza, kusemeshana na nani? Na Mungu, anarudi anasema unikumbushe hayo mambo ambayo tulisemeshana mwanzo. Ninatamani unikumbushe, tuojiane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeah, tulizungumza hili na hili, mbona alikuwa hivi? Tunahojiana mimi na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asema eleza, mambo yako yale ambayo tulielezana, kilichokwamisha, kilichofanya haijatokea, tuelezane. Haleluya. Amen. Lakini point ya mwisho inasema uweze kupewa haki, yeah. Asilimia kubwa ya maisha yetu tunataka kwenye conclusion, hatutaki kwenye source. Mungu atusaidie sana, yaani tunakimbilia kudai haki. Haleluya. Amen. Tunakimbilia kudai nini bila maelezo Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie Amen. asilimia kubwa katika namna ambayo si ya kawaida, hata ukifanya utafiti wa kawaida kabisa, wengi wanapenda kudai haki pasipo nini? Maelezo. Ndio maana kuna mtu utamkuta anaandamana na watu, anasema akutana na jopo la watu kubwa, wanafanya maandamano na yeye anaunga tela, anaulizwa, bwana wewe, una una nini? Anasema nimewakuta tu wanafanya nini? Wanaenda. Kuna watu wa namna hiyo. Wako pia ndani ya kanisa? Nitakueleza wakoje ndani ya kanisa. Kuna mtu ndani ya kanisa anajua mimi nina haki zangu za msingi kwa Mungu nikimwambia Mungu nipe atafanya nini? Atanipa. Lakini kuna mambo kabla Mungu akusema nitakupa alisema uyafanye. Bwana atusaidie sana. Amen. Haya uliyoambiwa uyafanye hujayafanya. Unaishi maisha ya bla, bla, unaishi maisha ya dhambi, unaishi maisha ya mashindano na unarudi kwa Mungu unaniambia nataka ulipe, nini haki? Mungu akikutazama haustahili. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunaposema utamkumbusha nini, Bwana? Ni swali la msingi katika fahamu zako. Kuna wakati kama mwanadamu utafika mahali pagumu, utafika mahali pashida utafika mahali pa machozi. Ni nini kitakuwa cha kukupeleka kwa Mungu kama hoja ya msingi? Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana Amen. Kama hautakuwa na hoja ya msingi ya kumkumbusha, ni ngumu wewe kupewa haki yako, ni ngumu kuvushwa hapo ulipo, japo tunafarijiana kwa maneno mazuri kwamba usijali mpendwa, Mungu yuko pamoja na nani, lakini kuna wakati tukipiga picha tunaona kabisa kuna namna huyu mtu, kuna mambo hayajakaa sawa yeye na Mungu. Bwana atusaidie sana na, na usituambie tunajuaje, wa Biblia natuambia wazi, watu hao mtatambua. Kwa nini? Kwa matunda yao. Kuna mambo ukiyafanya moja kwa moja tunatambua huyu ni mtu wa nani, wa Mungu. Hata kwenye jamii, si kwamba hawajui kwamba sisi ni watu wa namna gani, wanajua lakini kinachowafanya wajue ni vile namna tunavyoshabihiana na jamii katika yale mema tuliyokuwa na, Bwana Yesu atusaidie sana. Sa? Amen. Bwana Yesu atusaidie sana, twende tutazame mtu mmoja katika Biblia ambaye yeye alikuwa na hoja ya msingi mbele za Mungu na alikuwa na jambo la kumkumbusha Mungu ambayo lilimfanya Mungu afanye kitu katika maisha yake, kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya ishirini mstari wa kwanza mpaka ule wa sita Wafalme wa pili, natamani tuende wote mpaka hapo, sura ya ishirini mstari wa kwanza mpaka ule wa sita Biblia inasema siku hizo, Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, na kushii Bwana, unikumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele yako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka uwa wakati kati ya mji, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeashikia maombi yako na kuyaona machozi yao. Tazama, nitakuponya; siku ya tatu utapanda nyumbani kwa bwana tena. Nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi huu mstari wa kuongezewa miaka ndio watu huwa wanaushika Haleluya. Amen. Mstari wa kuongezewa nini, miaka. Ndio huwa umekaa vichwani. Mungu ulimuongezea Hezekia miaka, na mimi Mungu niongezee nini, miaka. Hezekia kabla tena Hezekia hakuomba kuongezewa miaka, Hezekia alienda mbele za Mungu kwa kumkumbusha Haleluya. Amen. Na anamkumbusha namna alivyoenda mbele za Mungu kwa kweli na kwa moyo mkamilifu. Bwana so sana. Bwana anatazama ni kweli, Hezekia maisha yake yalikuwa yako vizuri, maana mpaka Bwana anaenda tena kwa nabii Isaya anamwambia, rudi, kamwambia Hezekia nitamponya siku ya tatu. Haleluya! Lakini si kumponya tu, nitamwongezea na miaka kumi na mitano na nitauponya mji huu kwa ajili yako. Haleluya! Na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana apewe sifa sana. Amen. Bwana apewe sifa sana. Amen. Hezekia pamoja na kwamba alikuwa katika hatari ya kufa, kama Biblia inavyotuambia akajigeuza uso wake ukutani, manake unabii umeshatolewa na Isaya kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utafanya nini leo tengeneza mambo ya nyumba yako utakufa. Tunaambiwa tunahukumu, si kweli? Haleluya, si kweli? Lengo ni kwamba watu wakae katika maisha matakatifu, si maisha ya kubabaisha. Mungu atusaidie sana. Sasa kama mambo ya nyumba yako yanaenda ndivyo sivyo, kama maisha yako yanaenda ndivyo sivyo, na tunakuambia tengeneza, unaona tunakuonea. Tunafika mahali tunashindwa namna ya kusaidiana kama wapenzi. Bwana siwesa, na pengine sasa kanisa katika mahali, hata kama mtu anakosea atatazamwa tu, kitu ambacho si mpango wa Mungu. Biblia inataka tutengenezane. Biblia inataka tujengane kama viungo vya Kristo, kila mmoja amfaidie mwenzake katika namna yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hezekia baada ya kupata ujumbe wa namna kinini kitaenda kutokea mbele, kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Maandiko yananiambia kwamba Hezekia alijitetea. Maandiko yananiambia kwamba Hezekia aliwatazama watu wengine. Maandiko yananiambia Hezekia akageuza uso wake wapi? Ukutani akalia akatubu, Mungu tazama namna nilivyo kwenda mbele zako Bwana Yesu asifiwe. Lakini hujawahi kuona, hata makanisani ujumbe unakuja kumwonya mtu baada yeye eh, apone anamgeukia kwanza, Anordy, ngoja tumwone Anordy, maanake ujumbe huu ni wa kwake, sio kweli? Wewe pia una wa kwako mm -hmm. Amen. Haleluya. Unasikia ujumbe wa utoaji unasema, ngoja nimwangalie pita. Hapana, wewe mwenyewe jichunguze nani. Je, kweli umekaa mm -hmm. Haleluya na hii imekuwa shida ya watu kuto kutengeneza maisha yao na Mungu. Bwana atusaidie sana. Kumekuwa na balaa nyingi kwa sababu watu hawana wa muda wa kutengeneza maisha yao, wana muda wa kuiangalia maisha ya watu wengine. Haliwezi kwenda kanisa kwa namna hiyo. Maandiko yananiambia Ezekieli alipopata ujumbe ni yeye na Mungu wasemeshana ili apate rehema kwa nani? Kwa Mungu na baada ya ile toba, unaona namna mungu anaenda anafanya. Mungu anaona ni kweli kuna jambo la kufanya, anamwambia nitakuponya siku ya tatu. Bwana asiwe sana, Bwana Yesu asiwe sana. Kabla haujaomba jambo unalolitaka, jichunguze. Haleluya, haleluya. Kabla haujaomba jambo unalolitaka, jipime. unajaa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujichuje, tujione ni kweli hapa tunapiti kwepo, mtu akituuliza tuna ujasiri wa kujibu ama tupo tu kwa sababu tupo tumeonekana tupo, tupo, tupo, tupo. Halo Amen. halo Amen. kuna kwepo tu kwa sababu upo, yaani ni kama kivuli hai tusaidii ndani ya kanisa. Tunatamani kuwa na watu ambao Mungu amewaita kwa kusudi maalum kutunza utakatifu. Haleluya. Mungu aweze kusemeshana na watu live na watu wamwone nani Mungu. Ndio maana nikasema hii ni hatari, kama leo tunapigiana kwenye maombi hata dakika like tano, huyu ambaye alikuwa anasema mimi Mungu ukinitendea hivi nitakaa pako, pengine amefika mahali amesahau hata kama ameshaikuzungumza na Mungu. Leo ndio anajibu anavyotaka. Maombi tu, maombi tu. Kanisa gani wewe tena? Mungu atusaidie sana. Tunatamani kuwa na watu ambao wanaelewa namna ya kwenda na Mungu, na ndio maana Mungu ametupa vitu tofauti. Kuna wakati tunatamani na sisi tusikie wengine wametendewaje na Mungu. Hatutasoma tu kila siku Mungu ni yule yule, Mungu hajabadilika. Mungu wa nyakati zile ndio Mungu wa nyakati hizi. Tena maandiko yanatuambia manabii waliotangulia na mitume walitamani wakute nyakati hizi ambazo Roho anazungumza na mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kuna wakati hata Roho anasema watu wanapotezea, hata hawajani, anaona tu ah, ni kawaida. Sio kawaida. Mungu atusaidie sana. Amen, sio kawaida. Nataka nikwambie, sio kawaida. Hii ni neema kubwa Mungu ametupa. Haleluya. Amen. Nne, natamani tusikilizane pamoja na tutembee vizuri tu kwa ustaarabu mzuri ili kwamba tupime nini tunatakiwa tufanye na nini tuache, ili kuendelea kwa watu wazuri wa Mungu. Biblia inasema katika pointi yangu ya kwanza, nitasema pointi hii, nasema Mungu huwa anawapa taarifa watu wake namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa anawapa watu wake taarifa namna ya kufanya. Mungu huwa anawapa watu wake taarifa namna ya kufanya. Kitabu cha Hosea sura ya pili mstari wa 23. Kitabu cha Hosea sura ya pili mstari wa 23. Haleluya! Kuna mtu amefika hapo, watusaidie. Nitapanda katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe nami nitamrehemu yeye asiyepewa rehema, nami nitawaambia wale wasiokuwa watu wangu, ninyi ndinyi watu wangu, nao atasema wewe ndiwe Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wakati Mungu anatamani tukiri kwamba sisi ni watu wa nani, na Mungu akiri kwamba na sisi kweli sisi ni watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko anasema nitapana mwenyewe katika nchi Haleluya, niwape rehema wale wasiopewa nini? Rehema, niwaambie ninyi ni watu wangu. Bwana asifiwe. na sisi tuseme ni kweli, huyu ni nani? Amen. ni Mungu wetu, Bwana apewe sifa sana. Sasa kama Mungu atakuja tena mwenyewe, unajua ni kwa namna gani? Ni hivi tunazungumza, mimi na wewe, Bwana asifiwe sana. kwa sababu si akili zetu wala fahamu zetu zilizofanya tuwepo hapa ila ni neema ya nani? Mungu asemeshane na mimi na wewe, tupike mahali siku ya taabu yako. Una jambo la kusema kwa Mungu, hakikisha katika siku ya taabu ya zako una jambo la kusema kwa Mungu. Zaburi ya 89 mstari wa 50, Zaburi 89 50, Zaburi 89 mstari wa hamsini Biblia inasema, ukumbuke e Bwana wanavyosimangwa watumishi wako, jinsi wanavyosainili kifuani mwangu masimango ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Andiko hili linaonyesha mtu ambaye anateswa anapitia tabu anapitia wakati mgumu, anasema unikumbuke Mungu atusaidie, anasema ulikumbuke. Lakini pia tukirudi kwa mtu wa Mungu Hezekia, wakati ambapo anapitia, kuna mambo alimwambia Mungu ambayo anamfanya Mungu asemeshane na yeye. Bwana Yesu asiwe sana. Anamwambia, kumbuka nilivyokwenda mbele zako kwa moyo nini kamilifu na kwa haki. Haleluya, haleluya, kwa moyo mkamilifu na kwa nini? Kwa na kwa haki. Kuna wakati hatutamani kufanya kazi ya Mungu. Kwa kusukumwa kwa mashindano, hapana. Kila mmoja afanye kutoka ndani kile anasikia kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen! Haleluya! Nawaambia watu kwamba kuna kuna kuna kama